Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba mfanyabiashara maarufu Elon Musk ameomba radhi katika mtandao wa X akielezea ya ya masikitiko yake juu ya vita vyake vya maneno na Rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita, na kukiri kwamba baadhi ya ujumbe wake wa kumshambulia kiongozi huyo wa taifa ulivuka mpaka. Najutia baadhi ya ujumbe wangu kuhusu Rais Donald Trump wiki iliyopita. Ulivuka mpaka. Tajiri huyo aliandika kwenye mtandao wa kijamii Anaomiliki mapema Jumatano asubuhi. Wa wawili hao walijikuta katika mzozo hadharani baada ya miliki wa Tesla kupinga mswada wa ushuru wa Donald Trump. Ujumbe wake unawadia baada ya Trump kutangaza kuwa uhusiano wao umefikia kikomo na kwamba hana nia ya kurekebisha.